Niko na swali kadhaa hapa, pengine ningependa kupata majibu yake. Ambapo tumeona Baba Mtakatifu Francisco, inasemekana papa huwa akosei katika masuala ya imani Katoliki, imani na maadili, imani na maadili mm -hmm, pengine unapomzungumzia Papa Francis alishawahi kuteleza sehemu na kukosea katika masuala ya imani na maadili hapana? Mm. Hajawahi kuteleza, hajawahi kukosea, alipokuwa na ufundisha rasmi mm, juu ya mambo ya imani na maadili. Mm. Pamekuwa na, na msemo msemo sana hasa ilipohusisha mambo kama ya ya mashoga. Naam. Ilipohusisha wa, wale wa taraka, waliopata taraka. Ndio. Na maswali kama hayo ikaonekana sio mkali ya kutosha. Hmm. Lakini alipo alipo alikutuongelea basi nzuri hivyo kwaambia mara hiyo vita tulikutana naye. Ndio. Na, na nikamsikia ana kwa ana kutoka kwa mdomo wake. Hapana, mambo haya sio mazuri, lakini tutofautiche kati ya dhambi na mdhambi. mm. dhambi na mdhambi, na Kristo alifanya hilo alipoletea yule mzinzi, ambaye ilikuwa ni kosa kubwa, wanataka kumpiga mawe, akasema asiye na dhambi afanye nini? Awe wa kwanza kumpiga. Sio kwamba alikuwa anatetea dhambi za yule mama, hapana. mm. alikuwa anatetea dhambi za yule mama, bali alikuwa anamwona mdhambi kama ni binadamu mwenye heshima Hivyo na Papa akasema mtu awe na dhambi namna gani, hata kama ni shoga. Ushoga ni kitu kibaya sana, kinakwenda kinyume na maumbile, lakini huyu mdhambi ni mtoto wa Mungu, tumtafute. Tumekuja kutafuta waliopotea na sio sio walio safi. Mganga anatumwa kwa ajili ya walio wagonjwa, sio kwa wale walio safi. Hiyo ndio alikuwa anasisitiza, na mara nyingine walimsikia vibaya. Mashoga wakajaribu kujidai kwamba anawatetea. Hapana, akutetea ushoga wao aliwatetea kama binadamu. Na pengine tunaona papa ni kiongozi wa Vatican ambapo kwa Vatican ni tunaweza tukasema ni nchi ndogo kuliko nchi zote ulimwenguni, ambapo katika Vatican ina mwakilishi ambaye ni balozi kwa kila nchi ulimwenguni katika masuala ya diplomasia na siasa ye yeah, alicheza upande upi kati ya siasa na dini? Maana kuna baadhi ya viongozi wanazuia wanasema utakiwe kuchanganya dini na siasa. Yeye yeah, yeah, katika siasa mm, ali, alicheza kuleta amani na maelewano katika kila watu mm, ndio ilikuwa lengo lake kubwa kisiasa, kwamba ulimwengu uwe ulimwengu wa mapatano, uwe ulimwengu wa mshikamano. Naweza nikatoa hata mifano kadhaa. Kwa mfano, alikutana na Peres aliyekuwa rais wa, wa, wa Israeli pamoja mm. na Abbas aliyekuwa wa wa Palestina, akawaleta pamoja, mkono mmoja yuko mkono wa kushoto, mmoja mkono wa kulia, amewashika mikono wale wawili, na akasema, tusali pamoja kwa ajili ya amani ya kati ya Israeli na Palestina, akasali pamoja nao. Unaona, ndio alipokwenda Sudan, mwenyewe akaenda ambapo watu walikuwa wanaogopa wa kwenda huko, na akakutana wale akina Kirri na mwenzake ma... Ma, ma, ma, mashana, mashana, gombana, like, like masha waliokuwa wanagombana ak masha wanapigana akapiga magoti mm. akabusu viatu vyao, yani kwamba najiweka miguni mwenu, jamani acheni mapigano. Naona hiyo ndio siasa yake mm. hili au alivyokuja kukutana na yule mtu wa wa Ukraini akakutana na wa Waurusi akakutana na Putin, jamani, hapa vita viache vya Ukraini, tunataka amani yani kila mahali Anataka amani na mshikamano. Pengine katika mtazamo wako huo wa mataifa kuwa na amani kupitia Baba Mtakatifu Francisco, wewe kwa mtazamo wako unakubali kuwa huwezi kutenganisha dini na siasa, huwezi kutenganisha dini na siasa kwa sababu siasa ni maisha. Ndiyo. Ni maisha ni ya binadamu mm. na dini anachukua na binadamu huyo huyo mm. na binadamu kama anagombana kisiasa hawezi kuwa mtakatifu ki, kidini Hmm. Kidini ni nini? kidini na hmm. ni mashaka nayo yaishi hivyo yote yanaendana pamoja. Inachotofautisha ni kwamba kiongozi wa dini hawezi kuenda kugombea kule kwenye vyama huko hmm. au kupigana mapigano ya, ya vita vya kichama. Yeye anakwenda na misimamo anakwenda na, na misimamo hmm. hmm. kwa hiyo kiongozi wa siasa ndio anaingia kwenye dini e, ne? Kiongozi wa siasa anaingia kwenye kwenye dini, dini. Mm, lakini kiongozi wa dini haingii kwenye siasa haingii kwenye siasa bali anashauri na anafundisha mm, na anaelekeza watu wa siasa waende katika mstari wa kimungu. Hiyo ndio kwa mantiki hiyo, maisha ya mwanadamu ni siasa tosha. Maisha ya binadamu ni siasa tosha. Mm, maisha ya binadamu ni siasa tosha kwa sababu maisha ya binadamu yani siasa ni maisha mm. Najua shida tumekuja kuona siasa kama sijui ni chama gani na chama gani, a -a. hiyo ni vitu, hayo ni matokeo madogo madogo tu <laughs> lakini maisha ya binadamu, mwe mna vyama vingi, mwe na ufalme, mwe na udikteta, mwe na nini, kila kitu ni? kila kitu ni siasa. Ninaomba tuishie hapa kwa juma hili Baba Askofu. <laughs> <laughs> asante, <laughs> asante, asante kwa muda wako, muda wako.